Hello, habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii. Leo nimekuletea elimu hii hapa, jinsi ya kujipatia GB za bure kabisa hadi ishirini na tano kwa kutumia njia hii. Ni njia ipi hiyo? Twende pamoja, njoo hapa kwenye app ya Chrome. Kisha andika maneno yafuatayo hapa andika kama jinsi mimi nilivyoandika hapo, usikose, kisha search au tafuta, itakuja kama hivi, yaani itafunguka hiyo website kama jinsi inavyoonekana. Kwa kuwa hatujajisajili, tutajisajili kama ifuatavyo. Njoo hapa niliponyoshea mshale, simu inaandikwa, inaandika profile Kisha utagusa sehemu hiyo hapo niliponyoshea mshale, kisha utaweka namba ya voda hapa, yaani ya mtandao wa Vodacom. Baada ya kuingiza namba hiyo, kuna OTP zitatumwa kupitia namba hiyo uliyoingiza hapo, yaani kuna namba fulani hivi zitakuja kwa, kwa, zitatumwa kwa meseji, kisha utakuja kuzijaza hapo. Ukishafanikiwa kuzijaza utafanikiwa kujiunga na website hiyo. Ukishajiunga tu utaingia hapo ndani ya website utakuta kifurushi cha kulipia cha elfu kumi na moja utagusa neno lilioandikwa subscribe. Ukishagusa subscribe, yes. Ni rahisi sana utajipatia GB hapo. Utapata GB tatu naone. Ukishapata GB tatu endelea kunisikiliza utakuja kuvuruga ndugu yangu. Ukishapata hizo GB utakuja hapa. Utaenda kule uwanja ule wa kupiga simu, utaandika hizo kodi nilizoandika hapo. Ushaandika hizo kodi, kisha utapiga hapa, mtandao wa Vodacom. Ukishafanya hivi, uta cancel yale malipo ya elfu kumi na moja. Umesikia? Bila shaka, unanielewa usije ukavuruga vuruga hapo. Ukisha cancel, yani maanisha, utakata ama utasitisha malipo. Ukishasitisha malipo tayari, ushasitisha huku, umeshajipatia zile GB 3. Utarudia tena mchakato huo, utaenda mle mle kwenye website, utaenda kwenye kifurushi kile kile cha elfu kumi na moja, utagusa lile neno subscribe, kisha utapata tena GB zingine tena, utarudi kwenye uwanja wa kupiga simu, utakanseli tena malipo, utafanya huo mchakato hivyo hivyo. Ndugu yangu endelea kufanya hivi mpaka upate GB nyingi ni kiasi ki chako unachohitaji, GB kumi, kumi na tano, ishirini, thelathini. Ni wewe mpaka uridhike. Umeona so, umeona jinsi ilivyo rahisi. Ni akili ndogo sana kutumia hapo, jinsi kujipatia GB za bure. Unaona hii elimu sio wengi wanaijua, lakini leo umeelimika na elimu hii ili usio na kosa. Sasa elimu nyingi ambazo huwa nazitoa kwenye channel hii, gusa neno subscribe, lipo hapa umelione kola wale ambao hawajui subscribe ni ipi waangalie tu chini ya channel hii, sababu utaona kuna icon hapa, alafu kuna neno subscribe. Gusa neno hili hapo mara moja tu kisha gusa hapo na hili neno hili hapa lilioandikwa all, utagusa hapa. Ukifanya hivi tu elimu zote ambazo nitakuwa natoa utakuwa huwezi kuzikosa, utakuwa unazipata kwa wakati zaidi, na kutakia siku njema.